Mikono inayomwaga damu isiyo na hatia, tukija hapa, kuna watu wanaweza wakauliza, sasa, ina maana ya kwamba kuna damu ambazo ni sawa kumwagika? Twende taratibu, utaziona hapo mbele. Ni kweli kabisa kumwaga damu isiyo na hatia ni, ni laana, ni kosa kubwa sana sana sana. Sikiliza maneno haya. Waebrania wanaposema kwamba damu isiyo na hatia, wazo wao wanakuwa na wazo gani? kwao kwa kwanza maneno ambao wanayatumia wazo la kumwaga damu isiyo na hatia kwa lugha ya Kiebrania wao wanatumia neno shafak damnak, unaona jinsi ambavyo damu na kwa Kiswahili nakuwa pia inafanana hivyo hivyo, hili linakwenda aji ya kawaida ya kimwili, tutaangalia hapo vizuri. Hebu angalia maelezo haya, dhambi hii inajumuisha pia uharibifu wa maisha ya mtu kwa njia nyingine. Hii ni pamoja na kuua kimakusudi sifa ya mtu, kwenye Kiingereza unaita character assassination Yani, ukiamua kumharibu mtu fulani, yuko hivi, ana tabia hizi, na siku hizi kwa sababu kuna AI mpaka mtu anaweza akatengeneza ushahidi ambao ni wa uongo kabisa, ni kumwaga damu isiyo na hatia. Mungu anachukia haya matendo, alafu ni kuwa pia ndoto za mtu mwingine kwa makusudi, ni kummaliza, yani kumaliza mtu heshima yake, kumaliza kiheshima yake, kumvunja moyo na kumwangamiza kiroho. Mtu anaweza kutenda dhambi hii kwa kutumia maneno makali, kueneza chuki. Zingatia vizuri kutoa hukumu zisizo za kweli. Hapa naongea na mahakimu, wanasheria, wazee wa mabaraza, naongea habari ya mabaraza ya kanisa, kutoa kweli, wee ni muuaji. Lakini pia unyanyasaji wa kihisia au kumsingizia mtu jambo la uongo, yote ipo kwenye listi. Waebrania wanaposema damu isiyo na hatia, ipo kwenye listi hihii. Mungu yuko makini na jambo hili na hasikilizi tu kilio cha damu ya kimwili bali pia kilio cha roho iliyojeruhiwa isiyo na haki. Mfano na Nabothi Myezreeli, mfalme alitamani shamba lake, mke wake akatoa oda, akauawa Nabothi. Mke wa mfalme akatoa oda na Nabothi akauawa, ili aweze kuchukua ile mali yake. Nini kilitokea baada ya pale? Yezebeli alikufa, alafu hata Ahabu naye alikufa. Nilikuwa namaanisha Ahabu kwenye kundi hilo na ubaya wake pia zaidi ni kwamba hata ukisoma kwenye Bibilia, damu isiyo na hatia inapomwagika katika nchi, kuna namna ya kuitakasa nchi. Ndio bibilia imeweka wazi kabisa, kuna namna ya kutakasa nchi ili ile laana isiendelee. Mungu atusaidie sana katika hili. Na nikasema katika somo, masomo aliyopita, ya kwamba ukagundua katika ukoo wenu, familia, kuna mtu alimwaga damu isiyo na hatia ni vizuri mkakaa na kufanya maombi kwa ajili ya kusafisha hilo kosa lisiendelee kutafuna damu isiyo na hatia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya mpaka ishirini na mbili kuna maneno haya ya Yesu. Sikia kwamba watu wa kale waliambiwa na mtu akiwe, lakini mimi nawaambia yeyote atakayemkasirikia ndugu yake lazima ahukumiwe. Kwa hiyo, kumbe kumkasirikia mtu na kumuua kwa mujibu wa, wa Bibilia ni kundi moja ila ni hasira gani ambayo inatajwa kwamba ni uaji hapo? Biblia inasema muwe na hasira lakini msitende dhambi, jua lisichwe na hasira kifuani. Hasira yoyote ambayo imevuka masaa kumi imeingia kwenye upande wa wauaji. Sikiliza, na yeyote Biblia inasema hivyo, na yeyote anayemdharau ndugu yake lazima apelekwe mahakamani, na yeyote atakayemwita ndugu yake pumbavu anastahili moto wa Jehanamu. Niambie, ni nani ambaye anapona hapo. Tunaibuka na swali la msingi: je, kuna damu ambayo ni halali kumwagika? Ndio, ipo. Bibilia iko wazi kabisa. Katika agano la kale, kulikuwa na mazingira maalum ambapo kumwaga damu kuliruhusiwa, kuliruhusiwa na Mungu. Ilikuwa ni damu ya upatanisho, kafara ya wanyama ilikuwa imeruhusiwa. Mungu mwenyewe alianzisha mfumo wa kafara, ambapo damu ya wanyama kama vile kondoo au mbuzi ilimwagwa ilikuwa ni halali kwa sababu ilitumika kama ishara ya malipo ya dhambi na kumwelekeza mwanadamu kwa dhabihu kamilifu iliyokuja. Hiyo damu ilikuwa ni halali kumwagwa. Damu ya haki ni damu ya pili ambayo inaruhusiwa, ilikuwa inaruhusiwa kumwagwa. Damu ya haki ni ipi? Sheria iliamuru adhabu ya kifo kwa makosa fulani makubwa, zingatia neno makubwa, kama vile mauaji ya kukusudia ambayo ni Mwanzo tisa sita. Katika muktadha huu damu ya mhalifu ilio, ilionekana na hatia iliyochukuliwa kuwa ni halali kumwagika kama sehemu ya utekelezaji wa haki, hata na yenyewe tu ya mtu aliyeua, ambaye kwa mujibu wa Biblia mtu anayeua alipaswa kuuawa. Ilitakiwa iwe na vipengele vyake kadhaa hadi kutimizwa. Moja, anasema huyu mtu kama akikimbilia katika mji wa makimbilio ilitakiwa achwe mpaka yule kuhani wa zamu anapokufa, ndipo huyu mtu anaweza kufa. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna wakati mtu mwingine anaweza akaua kwa kujihami au kwa kuhamaki. Nataka nikuambie, damu iliyomwagwa mujibu wa Biblia, hiyo huita na kudai hesha mpaka kesho. Ufunuo kimetumia lugha ya mfano akisema nikaziona, wakisema hata lini? Ni lugha ya mfano ambayo inaonyesha kwa dhulumiwa haki yake laweze kulipwa, lazima iweze kulipwa, na tunatakiwa sana sana sana. Sikiliza kitabu cha dizana saba, anasema the spirit of hatred and revenge originated with Satan, roho ya chuki na kulipiza kisasi ilitoka kwa shetani. niongee tu kwa haraka, ili uweze kuona mambo yafuatayo. Damu isiyo na hatia, moja, ni majeraha. Ina maumivu yake kwa wahusika, hata wale watu ambao walitendewa ndugu zao na nini, inaumiza. Lakini hata huyu ambaye ametenda, hata kuwa na amani, moyo utaendelea kumuuma mpaka atakapopata suluhisho la kiroho. Namba mbili, inaweza kuleta kisasi kisichokoma, ni mbaya sana. Namba tatu, inaleta mikosi ya kizazi, inajenga hofu Unakumbuka stori ya, ya, ya, ya, ya, ya, Kaini? Woga ulimshika. Inaua ndoto za watu, inaleta maumivu kwa wengine na kudai haki ya kulipiziwa kisasi, kama nilivyosema. Lakini badala yake unatakiwa ufanye nini? Kuwa mtu wa huruma, kuwa mtu wa haki, kuwa mtu mpole, kuwa mtu ambaye anaweza kujitawala. Ndipo tunaenda katika moyo uwazao mabaya. Wenzetu wa Wahebrania wanaposema moyo unaowaza mabaya ni zaidi ya yale tunayoyasema, kama mawazo ya uasherati au udanganyifu bali unamaanisha mfumo mzima wa kufikiri ambao umepinduka, mfumo wa mawazo unaotengeneza ubaya kabla hata hatua ya nje haijajitokeza, mfumo wa ndani unaofanya watu kutoa hukumu mbaya, kuchukua hatua zisizofaa na kuona mambo kwa namna ambayo Mungu hakukusudia. Neno la Kiebrania ni, ni, ni, ni, ni lev chores machshevot ra, linaonyesha kitendo cha kulima, kuchimba au kuandaa shamba. Kwa maana moyo unaotengeneza mawazo mabaya unafanya kazi kama mkulima anayelisha udongo mbegu za giza. Niliwaambia lazima tuzingatie hizi lugha za wenzetu za kale. Maana yake ni nini? Moyo wazao mabaya maana yake ni nini? Ni wale watu ambao wanakaa kupanga njama, unakaa kabisa kupanga kumwangamiza mwenzako, ambo unapangilia majungu. Mungu anachukia mambo kama haya Kitabu cha Mwanzo sita tano, Mwenyezi Mungu alipoona wingi wa uovu wa binadamu duniani na kwamba kila analokusudia binadamu moyoni mwake ni ovu daima. Moja ya sababu iliyoleta gharika ni moyo uwazao mabaya, jama unazopanga, mikakati unayopanga, yote hiyo ni chukizo kwa Bwana. Mithali nne ishirini na tatu moyo elfu wote zinatoka kuwa makini na kile ambacho kinatoka moyoni mwako. Usiweke mawazo ya moyo wako ambayo yanaleta madhara. Utaona kabisa mawazo haya yanatoka moyoni, yanamtia mtu unajisi, na yote haya ni mchakato, yanaanza taratibu taratibu, hayatokei mara moja. Kwa mfano mchakato wa mawazo mabaya ni huu fuatayo, huanzia na wazo moja linalopuuzwa: kuchukia mtu, wivu. Wazo hilo hupewa nafasi ya kuendelea, linaanza kuonekana kuwa la kawaida. Akili inaunda hoja ya kuhalalisha wazo hilo, unaliona ni halali. Moyo unajenga mwelekeo kutoka wazo hilo, tabia mpya inafanyika kwa nguvu ya wazo lile. Ndipo kwenye kitabu cha The Mind, Character, and Personality kitabu cha kwanza, ukurasa wa 71 anasema the mind must be restrained or it will wander into forbidden paths. Akili inahitaji kudhibitiwa, la sivyo itazuru kuelekea njia zilizokatazwa. Ukiwa na mawazo maovu haya, utavuruga maombi, utapunguza uwezo wa kuona mambo kwa uwazi, utaunda tabia zisizofaa, utavuruga uhusiano wa mtu na mtu, utajenga roho ya mashaka, chuki, wivu. Yote haya yatakuwa yamekujia katika maisha yako, hutafurahia maendeleo ya watu wengine. Unajua, kama kila wazo tunalowawazia wenzetu lingekuwa limewekwa wazi ungegundua kwamba kuna watu mawazia vitu vibaya ambavyo hata havipo. Mungu anachukia mambo kama hayo. Lakini miguu iliyo mepesi kwenda kwenye bilia maovu, maana yake miguu inayokimbilia ya maovu, migu maovu inamaanisha takurupuka. Wewe umesikia vizuri hapo, tabia ya kukurupuka tabia ya kufanya maamuzi kwa tamaa bila kutafakari, tabia ya kwenda kwenye dhambi haraka kuliko kwenda kwenye mema, tabia ya kuchagua njia rahisi hata kama ina madhara, tabia ya kuingia kwenye, kwenye mitandao mibaya, mazungumzo mabaya, vitendo vya giza, au uamuzi wa haraka bila hekima. Hata magrupu ya WhatsApp tu ambayo yana vitu vya ajabu ajabu huko huko, hutakiwi kuingia. Huo ndio wepesi ambao Mungu anauchukia. Katika Kiebrania neno memaharot linaonyesha haraka isiyo na fikra, kwani kile kitendo cha kukimbilia huko katika maovu. Mwanampotevu alikimbilia akapata madhara. Sikiliza nikuambie kwenye kitabu cha The Desire of Ages ukurasa wa mia moja na ishirini na mbili every indulgence that strengthens passion is a victor for Satan, kila kujifurahisha kunakoimarisha tamaa ni ushindi kwa Shetani. Mungu atusaidie sana. Sshahidi wa uongo tumemwona pale juu, ulimi wa uongo, mtu ambaye anaongea ushuhuda wa uongo kabisa. Nikuambie, ushuhuda wa uongo wote uliotoa dhidi ya mtu ni chuki kubwa mbele za Mungu. Mungu hataki vitu kama hivyo. Shahidi wa uongo, shahidi wa uongo, shahidi. Chochote ulichomshuhudia ukasimamia kwamba alifanya, umebeba mzigo mzito uweze kuutua, lakini mwisho tina kati ya ni mara ngapi tumechonganisha watu. Mara ngapi? Unachukua maneno hapa, unapeleka huku. Unachukua maneno haya, unapeleka huku. Sikiliza maneno haya, fitina ni tabia ya kupanda mgawanyiko, kueneza habari zilizochakachuliwa, kuchochea ugomvi, kuongeza maneno, kuongeza chumvi, na kupeleka taarifa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine kwa namna inayosababisha chuki, mashaka na migawanyiko. Fitina haionekani mara moja, lakini ni matokeo yake huonekana miezi mingi baadaye. Sikiliza, ni kuambie rafiki yangu, kama katika hizi zote umefanya mojawapo ukaleta chuki kwa mtu, huenda ndivyo vitu vimekuletea, vimekuletea maumia, vimekuletea biashara ukapata, vimekuletea magonjwa yasiyotibika, hata kama uombewe kiasi gani. Tubu. Unapotubu, unapoungama, damu ya Yesu inakwenda kutakasa. Tunapokwenda kuomba sasa. Tumia huu muda kutafakari. Leo tumia muda huu kumwambia Mungu nisamehe. Tumia muda huu kumwambia Mungu nionyeshe pale ambapo nimesababisha madhara haya. Una, unajua kitabu cha Yakobo kinaelezea juu ya mgonjwa ambaye amefanyiwa babu ameombewa, lakini hapo kitabu kinasema awaite wazee, wampake mafuta kwa jina la Bwana, na hata kama akiwa ametenda dhambi atasamehewa. Maana yake ni nini? Inaondolewa kwa damu ya Yesu. Maana yake ni kwamba kuna dhambi zili magonjwa na mikosa. Ndio maana katika kanisa letu tunasema kupaka mafuta haifanywi, inafanywa katika matukio mzito wake kwa hivi